Ni mwaka mmoja tangu kifo cha Jenerali Francis Ogolla, aliaga dunia kwenye ajali ya ndege ya kijeshi katika eneo la Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kifo chake kilitikisa taifa, kikiacha huzuni na maombolezo makubwa. Hata hivyo, baada ya mwaka mmoja, familia ya Ogolla bado inahisi pengo lake kwa uchungu mkubwa. Walter Nyambaga aliitembelea familia hiyo nyumbani kwao huko Nduru katika eneo bunge la Alego na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni tarehe kumi na nane mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili ishirini na nne siku ambayo ajali ya ndege ya jeshi eneo la Kaben, kaunti ya Elgeyo Marakwet kukatiza maisha ya Jenerali Francis Ogolla. I am deeply saddened to announce the passing on of General Francis Omondi Ogolla the chief of the Kenya Defence Forces na siku kadhaa baada ya maombolezo yenye hadhi ya juu ya itifaki za kijeshi, Jenerali Ogola aliwekwa kwenye nyumba yake ya milele katika mazishi iliyoandaliwa eneo bunge la Alego Usonga, kaunti ya Siaya. Mwaka mmoja baadaye tulirejea Siaya, katika eneo la Nduru, Alego Usonga. Hapa tunakutana na Kanali Hezekayo Duor, nduguye marehemu Jenerali Francis Ogola anaelezea kuwa tangu mazishi yake, mambo haijawahi kuwa sawa kwa familia yao. Lakini kila nasaidia ni Mungu We normally have frequent prayers, though generally aliwacha gap kubwa na bado tunapambana kidogo kidogo. Uzito wa msiba anaojua aliyefiwa. Kulingana na Ezekia, mzigo wa kijamii uliowacha nduguye ni mzito. What we miss about him is quite a lot. Mzee Kech ambaye anatarajia kusherekea miaka mia moja na moja kwa sasa anaendelea kupata matibabu kutokana na hali dhaifu ya umri. Amen. Familia yake leo imekusanyika hapa kwa ibada ya maombi Mita chache kutoka kwa kanali Hezekaya tunamtembelea mama Peres Owino, mmoja wa wajane 20 waliomtegemea marehemu Francis Ogolla. Tunakaribishwa na uso uliojaa huzuni. Mama Perez kama wajane wengine anakabiliwa na changamoto kubwa za maisha na athari za kumpoteza shujaa huyo. Katikati ya mahojiano yetu, tunapumzika kwa muda fupi huko akifuta machozi yake. Nene okonyowa duto, alikuwa anatusaidia kwa njia zote, mimi binafsi alianza akiwa jeshi. Inasemekana kuwa Jenerali Ogola alikuwa akiwasaidia wajane hawa kwa mahitaji kama karo za shule, chakula na hata matibabu kwa wale waliokuwa wagonjwa kama yeye. Tuliposongea karibu na kanisa la ACK St Thomas Nduru, kanisa ambalo Jenerali Ogola alichangia pakubwa katika ujenzi wake, tunakutana mama wa kanisa Bijennifer Awor kwa umbali anatoa tabasamu labda akidhani ni wageni wa Ogolla waliowasili hata hivyo alipoelewa hali halisi alitukaribisha huku akishika vifunguu vya hekalu hapa akituelezea kuwa kila mara yeye ndiye aliyekuwa akimfungulia jenerali kanisa alipofika e, jenerali Kano Biro. kila alipokuja jenerali ni mimi nilikuwa namfungulia kanisa ili aingie angalie jinsi ilivyo Wakazi wa eneo hili wanasema walikuwa na tumaini kuwa wangepata mtu wa kuchukua nafasi ya jenerali Ogola, hata vijana wao kupewa nafasi katika jeshi. Tulikuwa na matarajio ya kwamba tutapata usaidizi kulingana na vile Ogola alikuwa akifanya. Alikuwa anawasaidia yatima, wajane, na tena alikuwa anaandika watu wetu kwa kazi. Walter Nyambaga, runinga ya Citizen, county ya Siaya.